Ingiza ndani ya chini chini kule, amewahi tena sopu, anaingiza ndani huku, gonga kichwa kile na nagonga na mwamba, wanaweka ndani ya nyavu, ni goli! Wanatangulia Azam FC, dakika 42, Feisal Salum Abdallah, Fei Toto akiwa na uiano wa kila mechi na goli sasa, na kuonyesha ule ukumbusho kwamba nipo anawakumbusha mashabiki na timu nyingine kwamba Fei Toto nipo. Maelekezo yakitolewa kwamba pengine wanaweza kufanya vizuri zaidi ya hivyo. Ulirushwa mpira ule na Landry Zuzu, kacafite kitamba la bola, kaingiza cross ya chini chini huku, wakauzuia vibaya, sopu akaunyanywa ndani, ukagonga kichwa kule na Imidi, ukagonga mwamba, ukamkuta Fei Toto. Yeye hakuwa na shida na mwamba, mwamba wa nini? wakati nyavu anaziona yeye akaweka kwenye nyavu. JKT sipuri, Azam FC goli moja. Msengi, cheza na Shiza Kichuya, nyanyua mpira mkubwa ndani, huku umefika kwa magulu de, nyanyua ndani kule, magulu gonga kichwa kile, sawazisha dakika za jio kabisa JKT Tanzania wanarudi mchezoni. Krosi ambayo ikionekana kama ingekuwa na madhara yoyote, mpira unakwenda kwenye nyavu na kunyanyua shangwe kwa vijana wa jeshi la kujenga taifa. Wanarejea mchezoni, kipa na diabi wanaulizana jambo gani limewakuta. Mpira unaonekana walioanza Azam ule, lakini ukanyang'anywa, ukapigwa mrefu huku na kichuya kwa magulu magulu, akaweka kwa David Bryson akamrudishia tena magulu, akaona idadi walioko ndani wanatosha, akajitwisha mzima mzima. Sababu ya kunyosha mikono inajulikana, huko ndiko alipotokea. Amemnyanyua hapa Mabena.